Nimetoka hivi. Jonte, Jonte, usikia amenambia ati ile speaker ulimpea arudishi. Na kuna kwa nizamfanyia. Ai speaker gani? Ile ile ile. Hii speaker umempea Jonte kumsaidia